Tunachinja mnyama wa aqiqah kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, Mtume anasema kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi, kila kijana anayezaliwa, kila mtoto anayezaliwa yuko ndani ya rahani, amefungwa, anaachwa huru kwa kuchinjwa mnyama siku ya saba, katika riwaya nyingine, ama saba ya pili ama saba ya tatu baada ya saba ya tatu ikipita, hujamchinjia bado, hujapata uwezo, siku nyingine yote ambayo utakaepata uwezo utamchinjia. Na mtoto wa kiume, mtoto wa kiume anachinjiwa mbuzi mbili ama kondoo wawili, na mtoto wa kike anachinjiwa mbuzi mmoja ama kondoo mmoja. Kwa hivyo anaachwa huru. Wanasema baadhi ya wanazuoni, unachinja mnyama kwa sababu ule mtoto bado amejikunjakunja, vitu vyake vimefungana, macho yake haijafunguka, bongo lake bado iko giza, mishipa mi yake, mifupa yake kwa hivyo anafunguliwa katika njia hii. Kukaa ndani ya tumbo katika fuko la uzazi miezi tisa sio jambo la mchezo. Na sababu ya pili ya kuchinja mnyama siku ya saba ama saba ya pili ama saba ya tatu, ambapo saba ya kwanza ndio bora kuchinja mnyama, ni kutoa shukurani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuruzuku kiumbe kama wewe, tena sa nyingine anafanana na wewe, macho yake kama yako, pua yake kama yako, rangi yake kama yako, nyele zake kama yako mikono yake wewe, ukimwangalia wewe unajiona wewe. Si neema hii, ndugu zangu? Hata watu wakiona wanasema bana fulani, mashaallah anafanana na fulana, baba yake fulani, anafanana na mama yake. Neema kubwa hii ndugu zangu, angalau utoe shukurani kwa kumwaga damu ya mnyama.